Kweli nimeamini baada ya kusoma, kuna maisha. Maana yake wanaofanya kazi wote ni wasomi na zile kazi wanafanya sizo ambazo walisoma, sizo ambazo walisoma, wengi wao, wengi wao. Kwa hivyo kusoma haimaanishi kusoma ndo utafanya kazi yenye umesomea, hakuna, sio hivyo. Wewe usome ni usome, alafu ukisoma sasa ndipo uanguke uwanjani, uanguke uwanjani, ujue venye utaishi, maana baada ya hapo kuna kuishi. Sasa kuna kuishi. Kwa hivyo usinishangae ukinyona nafanya kazi yenye sikutarajia kwamba nitafanya. Inamaanisha kwamba baada ya kusoma lazima nilikuwa nitoke kwenye kusoma, alafu nitafute maisha. Kwa hivyo ndugu yangu, usinishangae, usinishangae, maana lazima nitafute riziki, lazima watu wangu wale, lazima nile. Kwa hivyo hayo ndio maisha. Haimaanishi kitu unakisomea ndio utakifanya. Dunia iendi hivyo. Ni wachache sana wenye wanabahatika na hiyo bahati. Ni wachache mno. Lakini wengi wao tofauti kabisa na masomo, tofauti na kazi wanazozifanya. Lazima hicho kitu ukielewe. Ukielewa hicho kitu utaishi vizuri sana hapa duniani.